Ayubu 38:7. Kitabu cha Ufunuo kinatuonyesha kuwa mbinguni ni mahali ambapo sifa haziishi, nyimbo za kumtukuza Mungu na mwana kondoo zinavuma na kutoa mwangwi wakati wote. Ufunuo 4:9 hadi 11 nane kwa kuwa Mungu aliumba wanadamu katika sura yake, tunafanana naye katika kupenda na kufurahia muziki pamoja na viumbe wengine wote. Kimsingi, muziki unaweza kutugusa na kutuathiri kwa nguvu ambayo haiwezi kuelezwa kwa maneno au aina zingine za mawasiliano. katika hali yake ya usafi na ubora mziki unatuinua na kutupeleka mbele za Mungu, mahali ambapo malaika na viumbe ambao hawakuanguka wanamwabudu Mungu kwa nyimbo. Lakini dhambi imeleta uharibifu katika uimbaji, sura ya Mungu imeharibiwa na inakaribia kufutika kabisa katika vipengele vyote. Ulimwengu huu una zawadi zote za Mungu, vinatujia vikiwa na mchanganyiko wa wema na uovu. Sio kweli kuwa mziki hauna athari kwa maadili na hali ya kiroho. Baadhi ya miziki inaweza kutufanya tuinuliwe juu hadi hali bora kabisa ya ubinadamu, kuamsha tamaa mbaya, hisia kali, kukata tamaa, hasira na chuki. Mjumbe wa Mungu Ellen G. White alishauri mara kwa mara tuupitie macho mziki. Alisema mziki usipotumiwa vibaya ni mbaraka mkubwa, lakini ukitumiwa vibaya ni laana ya kutisha. Muziki kutumiwa vizuri, ni zawadi kutoka kwa Mungu iliyokusudiwa kuinua fikra ili zitafakari mada bora, ili kuhamasisha na kuinua mioyo. Kuhusiana na nguvu ya nyimbo aliandika, ni moja ya njia za uhakika za kuhifadhi ukweli wa kiroho moyoni. Mara nyingi mtu ambaye amesongwa na anakaribia kukata tamaa anapokumbuka maneno ya Mungu, maneno yaliyokuwa yamesahauliwa ya nyimbo za utotoni, majaribu yanapunguzwa nguvu, maisha yanakuwa na maana mpya na ujasiri na furaha vinawatia moyo wengine. Kama sehemu ya huduma ya kidini, uimbaji ni tendo la ibada sawa na maombi. Hakika nyimbo nyingi ni sala. Mkombozi wetu anapotuongoza hadi kwenye chanzo cha umilele, akiwa amezungukwa na utukufu wa Mungu, tunaweza kupata mawazo ya sifa na shukrani kutoka katika kwaya za mbinguni zinazozunguka kiti cha enzi. Na mwangwi wa wimbo wa malaika unapoamshwa katika nyumba zetu mioyo itavutwa karibu zaidi na waimbaji wa mbinguni. Ushirika wa mbinguni huanzia hapa duniani, tunajifunza ufunguo wa nyimbo zake za sifa hapa duniani. Kama Waadventista wa Sabato tunaamini na kufundisha kuwa Yesu anarudi upesi. Katika utangazaji wetu wa ujumbe wa malaika watatu wa Ufunuo 14:6 hadi 12, ulimwenguni tunawaalika watu waikubali injili ya milele wamwabudu Mungu muumbaji na kuwaandaa kwa ajili ya ujio ulio karibu na Bwana wetu. Tunawapa changamoto wote wachague mema na sio mabaya ili kukataa ubaya na tamaa za kidunia tupate kuishi kwa kiasi na hakiki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa tukiitazamia tumaini lenye baraka la mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu Mungu mkuu na mwokozi wetu, Tito mbili, kumi na mbili hadi 13. Katika waraka huu kifungo cha maneno muziki mtakatifu ambayo nyakati zingine kimerejewa kama muziki wa kidini kinamaanisha muziki unaohusu Mungu na mada za Biblia na Kristo. Mara nyingi ni muziki ambao umetungwa na kukusudiwa kwa ajili ya huduma ya ibada, mikutano ya uinjilisti au maombi binafsi, na unaweza kuwa muziki wa mdomo au ala. Si kila muziki mtakatifu na wa dini unaweza kumfaa mtu wa Mungu. Mziki mtakatifu haupaswi kuhamasisha mashikamano na ulimwengu au kuishi na kutenda kama watu wa ulimwengu na kuiga tabia na mfumo wa fikra zao au matendo yao. Mziki usiokuwa wa kidini ni mziki ambao unatungwa kwa ajili ya matumizi mengine tofauti na huduma za ibada au maombi binafsi, unazungumzia maswala ya kawaida ya maisha na mihemko ya msingi ya kibinadamu unaotokana na maisha yetu, ukionyesha mwitikio wa kibinadamu kwa maswala mbalimbali ya maisha mapenzi na ulimwengu ambao Mungu ametuweka ndani yake. Unaweza kuwa unaojenga au kubomoa maadili, ingawa haumsifu wala kumtukuza Mungu moja kwa moja, unaweza ukawa na nafasi halali katika maisha ya Mkristo. Katika uchaguzi wangu, kanuni hizi inabidi zizingatiwe. Kanuni zinazomwongoza Mkristo: muziki unaofaa kwa Wakristo unapaswa utawaliwe na kanuni zifuatazo. Kanuni ya kwanza: muziki wowote ambao Mkristo anausikiliza anaoimba au anaotunga uwe wa kidini au siwokuwa wa kidini inapasa umtukuze Mungu. Basi mlapo au mnywapo au mtendapo neno lolote, fanyani yote kwa utukufu wa Mungu, Korintho moja, kumi, thelathini na moja. Hii ndiyo kanuni kuu ya jumla ya Biblia. Kitu chochote ambacho hakifikii kiwango hiki cha juu kitadhoofisha uhusiano wetu na Bwana. Kanuni ya pili Muziki wowote ambao mkristo atasikiliza atauimba na kutunga uwe wa kidini au usiokuwa wa kidini inapaswa uwe na maadili mema na mazuri kabisa. Hatimaye ndugu zangu, mambo yoyote yaliyo ya kweli, yoyote yaliyo ya staha, yoyote yaliyo ya haki, yoyote yaliyo safi, yoyote yenye kupendeza, yoyote yenye sifa njema, ukiwapo wema wowote, ikiwapo sifa nzuri yoyote, yatafakarini hayo. Filipi 4 nane. Kama wafuasi wa Yesu Kristo, tunaotumaini na kutegemea kuungana na kwaya za mbinguni, tunatazama maisha ya hapa duniani kama matayarisho kwa ajili ya limbuko la maisha yajayo. Kwa kuzingatia misingi hii, kumtukuza Mungu katika mambo yote na kuchagua muziki wenye maadili na ubora hutegemea kanuni zilizo bora kwa ajili ya uchunguzi wa muziki. Kwa ajili ya Wakristo, unajipambanua kwa ubora wake, ulinganifu, kufaa kwa kwake na uhalisia wake. Muziki unahamasisha ukuaji wetu wa kiroho, kisaikolojia, kujali hisia za kijamii na kiakili. Muziki una fursa ya kuonyesha ubunifu kutokana na uwezekano wa kutumia na kuchanganya aina mbalimbali mbali za utamu wa sauti. Muziki ukiafifishwa, unaweza kutumia miafaka kwa njia inayovutia na ya kisanaa, na hutumia mdundo unaokamilisha muziki wa sauti. Unatumia maneno ambayo huamsha hisia chanya za uwezo wa kiakili pamoja na mihemko na uwatashi wetu. Maneno yake ni mazuri na yanachaguliwa kiubunifu. Maudhui yake ni chanya na yametungwa kwa ustadi. Maneno yake ni mazuri na yanaaksi. Inatakiwa muziki na maneno vifanye kazi pamoja na vipatane, ili kujenga fikra na tabia inayolingana na maadili ya Biblia. Muziki unadumisha ulinganifu wenye busara wa vipengele vya kiroho, kiakili na kihisia. Inatupasa kutambua na kukili mchango wa tamaduni mbalimbali katika kumwabudu Mungu. Miundo na ala za muziki hutofautiana sana katika familia ya watu wa Mungu ulimwenguni na muziki unaotokana na utamaduni mmoja unaweza kusikika kuwa wa ajabu kwa mtu anayetoka katika utamaduni mwingine. Kutunga muziki wa kimungu kunamaanisha kuchukua muziki ulio bora na zaidi ya yote kumkaribia muumbaji na Bwana kumtukuza. Hebu tuamke na kuikubali changamoto ya njozi ya muziki unaofaa na, kama sehemu ya ujumbe wetu unaogusa nyanja zote na kinabii, tutoe mchango wa kipekee wa muziki wa kimungu kama ushuhuda wa ulimwengu kuhusu watu wanaosubiri ujio ulio karibu wa Kristo. Namba moja. Muziki ni moja ya njia zinazofaa kuliko zingine zote za kupiga chapa ukweli wa kiroho mioyoni na ukweli. Testimonies volume 1 ukurasa wa 497 Ellen G. alisema kuwa siku za mwisho wa muda mfupi kabla ya kufungwa kwa mlango wa rehema, kutakuwepo makelele pamoja na ngoma, mziki na kucheza fahamu za viumbe wenye akili zitachanganywa kiasi kikubwa, hazitaweza kufanya maamuzi sahihi, na hayo yataitwa matendo ya Roho Mtakatifu. Roho Mtakatifu hajidhihirishi kwa njia kama hizo, yaani katika makelele kama hayo. Huu ni uvumbuzi wa Shetani ili kuicha mbingu zake kijanja, akiwa na lengo la kuharibu nguvu ya ukweli wa wakati huu usio safi, unainua unaojenga tabia njema na kutaka Education ukurasa 168. Tunatambua kuwa katika baadhi ya tamaduni mwafaka sio muhimu kama ilivyo katika tamaduni zingine. Mwongozo huu ulidhihirishwa na kupitishwa na baraza la mwaka la Conference kuu ya Waadventista wa, wa Sabato Oktoba 8 2004, na kamati ya utendaji wa division ya Afrika Mashariki na Kati Novemba 8 2012. Basi tufunge kwa sala tunapofikia tamati. Ee Mungu, Baba wa milele, tunakushukuru kwa zawadi ya ajabu ya muziki, sauti inayogusa mioyo yetu kwa namna ambayo maneno hayawezi. Umeiumba ikawa njia ya mawasiliano kati ya mbingu na dunia, njia ya kutufikisha karibu na kiti chako cha enzi. Baba, tunakuomba utusamehe kwa nyakati ambazo tumetumia muziki vibaya, tulipoimba bila kutafakari maana tulipoisikiliza nyimbo zilizoharibu badala ya kujenga, na tuliporuhusu dunia ingie katika mioyo yetu kupitia midundo isiyo yako. e Bwana, tusaidie tubadilike. Tunalia mbele zako tukisema, turejeshee wimbo mtakatifu uliopotea. Tupe masikio anaosikia sauti zako katika nyimbo safi, midomo inayotamka sifa zako kwa unyenyekevu, na mioyo inayotetemeka inapokumbuka ukuu wako. Bwana Tufanye sisi tuwe waimbaji wa kweli wa mbinguni hapa duniani. Tunapotunga, tunapoimba au tunaposikiliza mziki, utukufu wako uwe dira yetu na roho zetu ziwe madhabahu yako. Usikubali muziki wowote utupoteze, bali ututakase kupitia nyimbo zako takatifu. Ee Yesu, wimbo wa wokovu wetu, tunatamani siku ile ambapo tutaungana na malaika kuimba nyimbo za sifa zisizo na mwisho mbele ya kiti cha enzi chako hadi siku hiyo ifike, tufundishe kutumia muziki kama chombo cha kuponya, kuimarisha na kuinua nafsi zilizoanguka. Tunakuomba Bwana, utupe hekima ya kuchagua muziki unaokubalika machoni pako, na uondoe ndani yetu kila ladha ya kidunia inayoharibu roho. Weka ndani yetu nyimbo mpya, nyimbo za tumaini, nyimbo za toba, nyimbo za ushindi na nyimbo za upendo, katika jina la Yesu Kristo, Mwalimu mkuu wa sifa tunaomba na kuamini, amen. Mtazamaji, natumaini kwa makala hii ya siku hii ya leo utakuwa umetambua namna gani ya kuchagua nyimbo za kuimba, kutunga ama kusikiliza, lakini nyimbo gani ambazo zinatupa utukufu na namna ambavyo nyimbo zinazidi kutuweka karibu na Mungu. Natumaini pia utakuwa mwalimu mzuri kwa kila mmoja ambaye ni mpenzi wa muziki ama mtunzi. Hadi wakati mwingine, mimi ni Ustasela, jioni.